Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu waaleikum salamu warahmatullahi wabarakatu mu mazina nitwa ndiho kugwayo abiba ndi umuhanuzi mu ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abaisilamu afemibu mu gisata cya dawa dufise porogaramu yo kukurikirana indero y'abana ya b'abakobwa b'abaisilamu kazi

umwisilamukazi narabe mu kwezi kweranda kwiramazani abana neza ntiyitwararike yuko ngo nibihe abantu badashobora gukora makosa menshi barayakora mu kwezi kweranda kwiramazani turabe abana bacu bakoga tugarukira indero y'abana bacu ukubera nibo gwaruka nibo twizeye ko ejo kazoza ku mukenyezi mwiza umwisilamu kazi igisata cha dawa mu ruhara rwa bashangazi icyo ni cyo babateguriye kuri izo tariki dukeneye yuko umukenyezi wese irije ko rimushikira akazorungika umwana kuza kumviriza bazoshikiriza iki muri icyo gihe assalamu alaykum wa rahmatullahi wabarakatuh Ndugu zetu na dada wenzangu. Ramadhani ndo imefika. Ndani ya mwezi huu mtukufu ndiyo imeshusha Korani Mtukufu, hupatikana usiku bora kuliko miezi, lengo uchamungu tupate uongovu. Siku chache zenye kuhesabika, zilizojaa heri na baraka, funga swala na zaka ili tupate kutakasika. Yaweza kuwa ndio Ramadhani yako ya mwisho, ilinde kwa kuifanyia tabia zako marekebisho. Usidanganyike unavyotoa pumzi na jashwa, huna uhakika kuwa utaiona kesho. Tunayemwabudu ndani ya Ramadhan ndiyo anayeabudiwa siku zote maishani. Ole wako wewe utakaye dhumu kwa sheitani, umeidhulumu nafsi yako kwa upungufu wa imani. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatu. Nam mama yangu, kwa wale ambao wanatutazama sasa hivi, huenda kuna wale ambao hawakufahamu, wangependa kufahamu kukufahamu. Inshallah e mimi kwa jina nikiitwa Naima na Shemsa, mama kiongozi wa kundi la mashangazi. Nam mama yangu, tumelishuhudia tangazo hili la akhlaq njema ambazo mabinti wanatakiwa kuishi nazo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lengo hili limekuja kwa nini? Ima mmekuwa mnafikiria nini mpaka mkaleta lengo hili kuwafunza mabinti akhlaq njema ambazo wataishi nazo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? E, kwa kweli alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kuona tumeunda kundi la mashangazi ili kusaidia wabinti zetu, kwa sababu tumeona wabinti zetu subhanallah mwezi wa Ramadhani wabinti zetu wengi sana wanaharibika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, hasa hasa siku ya wakati wa tarawihi. Sisi wazazi tunaona kama watoto wetu, mashallah, imani imepanda, tunaona kama tunatoa ruhusa kwenda tarawihi, lakini kule tarawihi kule wabinti zetu hawaswali, nakuta ndo wakati wa kuzungumza na wa kiume wakati wa masimu wakati yani vurugu kwenda mbele, kaona sasa, hapa lazima tu, tusimame dete mashangazi, ili tusaidie hawa binti zetu. Ndio lengo letu haswa, kusaidia hawa watoto wetu e. Mara nyingi mwezi wa Ramadhani watu wanaharibika. Naam, kwa kulisikia lengo lenu na fikra yenu nzuri, mashaallah. Unatoa wito gani katika mabinti ambao watakuwa wanapatikana katika jiji hili la Bujumbura na nje ya Bujumbura, ili kuweza kuitikia wito huyu waje waweze kuja kujifunza na nyinyi jinsi gani wataishi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na tabia zipi wanatakiwa kuwa nazo. Kwa kweli tunaomba hasa hasa wazazi, tunaomba wazazi wawape ruhusa wabinti hiyo tarehe kumi mwezi wa tatu Mungu akitupa wa uhai. Tunaomba sana wazazi wawape wabinti zao ruhusa, shughuli itakuwa markazi kwa sababu waje waone. Eh, hey, waje waone kwa sababu mawaidha ni mengi, lakini tunafanya na mchezo wa kuigiza ili konye ataekaa binti atatizama, mimi niko sehemu gani? Pengine Allah akamrunusuru ile hey, sehemu alikuwa akatoka kwa sababu ya katika ule le mchezo wa kuigiza. kuigizana hey. Tunashukuru sana Allah, kulipeni khairi kwa hili na naliwezesha liweze kuenda salama, amina kutimia, Amina ya kwa uruma wake amina ya Rabb. Karibuni tujifunze akhlaq njema tutakazo ishi nazo ndani na nje ya Ramadhan.